la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mwananchi mmoja aitwaye Pierre Simon, umri wake ni miaka ishirini, huyu ni mkazi wa Nzuguni B kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya ubakaji. Kijana huyu anatuhumiwa kuwabaka wanawake wanne kwa nyakati e, tofauti tofauti wa mtaa wa Nzuguni B. Baada ya kutokea tukio hilo Oktoba 5 mwaka huu 2025, polisi na wananchi wa mtaa huo walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa baada ya kufanyika msako maalum. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa akitumia mbinu ya kuingia uh, katika nyumba hizo kwa kuvunja, lakini anavunja katika nyumba ile ambayo amemlenga eh, mwanamke anayekusudia kumfanyia huo uhalifu kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kuvunjia na kutekeleza kitendo hicho kwa kutumia vitisho vya mjeruhi mhusika iwapo hata hiari kufanya hicho kitendo. Katika uchunguzi wa awali uliofanywa na Jeshi la Polisi imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anaishi katika nyumba moja na watu wengine kumi na tatu. Ah, mtuhumiwa kwa maana ya tukio hili la, la ubakaji atafikishwa mahakamani mara tu uh, uchunguzi utakavyokamilika kwa hatua za kisheria. Polisi mkoa wa Dodoma inatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, pamoja na kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mikononi, ili kudumisha amani na usalama katika jamii. Tafsiri ya neno uvunjaji kisheria Eh, unaweza ukaingia katika nyumba kupitia mlango ambao umeukuta huko wazi, lakini hiyo nyumba sio ya kwako. Kwa hiyo ukiingia ndani na ukatenda huo uhalifu huko ndani, tafsiri ya sheria ni kwamba umevunja. Vivyo hivyo, ukaingia dirishani au tukakukuta ndani ya nyumba hiyo katika mazingira yoyote yale ambayo wewe mwenyewe umetumia kufanikisha kuingia huko ndani, kisheria huo ni uvunjaji. Na sababu ya mhalifu huyu kutenda huo uhalifu inadaiwa kwamba ni tamaa tu za kimwili, ngono, mm, ndo sababu iliopelekea matukio haya kufanyika. Lakini kwa maana ya hakikisho kwa wananchi sasa wa Nzuguni B, eh, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi eh, kupitia vikundi vya ulinzi shirikishi eh, tuko imara kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu wa aina hiyo au uhalifu wa aina nyingine yoyote utakaotokea katika maeneo yale. Kwa hiyo tuwahakikishie wananchi sio wa Nzuguni B peke yake, maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma, kwamba wako salama kwa maana ya jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama eh, vimejipanga ipasavyo kukabili uhalifu eh, na makundi mbalimbali mbali ya wahalifu.